Hivi ulishawahi kuchunguza hiki kitu? Katika siku hizi za wiki, yani Jumatatu Jumanne mpaka Jumapili, huwa kuna siku ambayo inakuwa ni siku nzuri sana kwako, yani kuanzia asubuhi, mchana unavyoshinda mpaka usiku unapokwenda kulala, yaani unajikuta siku inakuwa ni nzuri kupitiliza kuliko siku nyingine za wiki kila kitu unachokipanga kinakwenda vizuri, kazi zako zinakwenda vizuri na hata mahusiano yako na watu yanakwenda vizuri, hugombani na mtu yoyote yule. Sasa je, ulishawahi kujiuliza ni kwa nini hiyo hali huwa inatokea? Nisikilize kwa makini sana. Kila siku ya wiki huwa inawakilishwa na sayari na kila sayari huwa inakuwa na nguvu yake tofauti. Yaani kwa maana ya kwamba Jumatatu inawakilishwa na sayari yake, Jumanne sayari yake, mpaka Jumapili. Sasa hizi sayari huwa zinatengeneza nguvu fulani katika kila siku ya wiki, na kuna vitu ambavyo ukivifanya vinachochea hizi nguvu ziwe juu zaidi na ziweze kukufuata zaidi katika siku husika. Kwa maana hiyo basi kuna vitu ambavyo ukivifanya katika siku husika utachochea zaidi nguvu ya sayari hiyo juu yako na kuifanya siku yako iwe nzuri. Sasa ukiigundua siri hii na ukatambua sayari ya kila siku, yaani ukatambua kwamba Jumatatu inaongozwa na sayari gani na vitu gani unatakiwa kufanya, utaweza kufanya kila siku ya wiki iwe ni siku nzuri kwako. Kama ambavyo huwa ninawaambia Ulimwengu huu una kanuni na taratibu zake, ukizifuata utaishi maisha mazuri sana hapa duniani. Kama ulishawahi kunifuatilia katika video zangu za nyuma, kila ninapoelekeza spel tofauti tofauti, kwa mfano, kama nikikwambia hii spel ya mahusiano ifanye katika siku ya Ijumaa au hii spel ya pesa ifanye katika siku ya Alhamis, sasa leo utajua ni kwa nini huwa ninakwambia hivyo. Watu wengi sana mmekuwa mkiniuliza maswali kwa nini unasema Ijumaa? Kwa nini unasema Alhamis? Leo utapata majibu yote na maelezo yote, na utatambua ni siku ipi ina nguvu ya pesa, ni siku ipi ina nguvu ya mapenzi, yani each and everything utakijua katika video hii, tukianza na siku ya Jumatatu, ambapo Jumatatu tunasema ni Monday. Monday inawakilishwa na moon. Hili neno Monday limetokana na neno moon. Yani moon day ndo tukapata neno Monday. Moon maana yake ni mwezi. Mwezi ni ishara ya hisia pamoja na nguvu ya kike. Sisi binadamu katika astrology huwa tuna nguvu za aina mbili, tuna nguvu za kiume pamoja na nguvu za kike. Haijalishi wewe ni mwanamke au mwanaume Tambua kwamba ndani yako kuna nguvu za kiume na nguvu za kike. Sasa hii Monday huwa inaleta hisia ya upya na mwanzo mpya, na ndio maana hii siku imewekwa katika mwanzo wa wiki. Sasa utaitumia vipi hii siku ya Jumatatu ili kuweza kuvuta zile nguvu za moon ziweze kufanya kazi ndani yako? Kitu cha kwanza kabisa, siku ya Jumatatu ni siku nzuri ya kuweka nia kutia nia katika kitu chochote kile unachokitaka, na pia siku ya Jumatatu yani Monday ni siku nzuri sana ya kujiunganisha na nguvu zako za ndani. Unajiunganisha vipi? Kwa kufanya meditation, na meditation hii ni vizuri ikaambatana na mshumaa, na ndio maana katika spells zangu za nyuma, spells nyingi sana zinazohusisha mishumaa huwa ninawaambia ni vizuri ukaifanya siku ya Jumatatu, ni kutokana na kwamba mshumaa huwa unaleta connection kubwa sana kati ya kowewe na moon, yani mwezi, zile nguvu za mwezi. Na pia vilevile vile, hii siku ya Monday, zingatia sana ndoto unazoota kwa sababu ndoto unazoziota katika siku hii zinaweza kufichua maarifa na mwongozo wa maisha yako ya hapo baadaye. Kwa upande wa mavazi siku ya Monday, unashauriwa kuvaa nguo yenye rangi nyeupe au rangi ya kijivu. Washa mishumaa ndani kwako, na pia ingia katika nishati yako ya kike, ambapo nishati hii inakuhitaji uwe katika hali ya polepole, hali ya kupumzika, na hali ya utulivu. Epuka sana kujihusisha na mikikimikiki mikiki katika siku ya Jumatatu, yani kufanya zile kazi zinazohitaji nguvu nyingi sana, na kama umewahi kuchunguza wale watu ambao huwa wanajihusisha na kazi zenye kutumia nguvu nyingi sana siku ya Jumatatu huwa wanafanya chini ya kiwango. Hii ni kutokana na nguvu ya moon. Moon inakuhitaji siku ya Jumatatu utumie feminine energy, nguvu yako ya kike, haikuhitaji utumie nguvu yako ya kiume ya mikiki mikiki. Vitu vyote hivi vitasaidia kukuza muunganiko wako na mwezi. Siku yako ya Jumatatu itakuwa ni siku nzuri sana, na chochote kile ambacho unakipanga katika siku hii kitakuletea matokeo mazuri sana. Siku ya Jumanne, hii siku ya Jumanne inaongozwa na sayari inayoitwa Mars. sayari ya Mars hii yenyewe huwa inachochea matarajio yetu, ujasiri na uchangamfu wetu wa kimwili. Hii siku ya Jumanne ni siku bora sasa ya kujihusisha na zile kazi zenye changamoto kazi ngumu ngumu, yani kazi ambazo zinakuhitaji utumie nguvu za mwili utumie akili nyingi. Yani hii ndo siku yenyewe sasa, ndo siku ya mikiki mikiki. Hii ni siku ambayo inakuhitaji kuchukua hatua za kiujasiri, kufanya maamuzi yenye uthubutu, yani yale mambo ambayo yalikuwa hayawezekaniki. Sasa siku ya Jumanne ni siku ya kuonesha uwezo wako, ni siku ya kuonesha kwamba mimi nina uwezo wa kufanya kitu hiki malengo yale ambayo yanaonekana hayawezekaniki, siku ya Jumanne ni siku ya kupanga malengo hayo. Kwa upande wa mavazi, siku ya Jumanne unatakiwa kuvaa nguo yenye rangi nyekundu. Sayari ya Mars huwa ina rangi nyekundu, kwa hiyo ukivaa nguo yenye rangi nyekundu itachochea zile nguvu za sayari ya Mars ziweze kufanya kazi ndani yako. Ukivaa mavazi yenye rangi nyekundu kwa siku ya Jumanne, kitu ambacho utakinotice mwilini mwako kwanza utajiona ni mtu ambaye unajiamini sana, utajiona ni mtu ambaye una nguvu nyingi, na pia watu wataanza kukuzingatia, yani watakuchukulia serious maoni au mawazo yoyote yale ambayo utayatoa watu watayachukulia kwa uzito. Na pia katika siku ya Jumanne, ni vizuri ukaanza na kunywa chai ya tangawizi ili kuweza kuboost metabolic rate ya mwili wako. Na pia kama ulikuwa na mpango wa kuanzisha kitu kipya, labda biashara, kampuni, siku ya Jumanne ni siku nzuri ya kufanya maamuzi hayo. Siku ya Jumatano, hii Jumatano yaani Wednesday inaongozwa na sayari ya Mercury. Kwa Kiswahili sayari hii tunaita zebaki. Hii sayari ya Mercury huwa ina deal na sekta ya mawasiliano katika bongo zetu au katika akili zetu. Sasa hii siku ya Jumatano inatoa fursa kwa mawasiliano bora, kujifunza na matumizi mazuri ya mitandao. Sasa nini unatakiwa kufanya ili kuweza kuboost hii nguvu ya sayari ya Mercury? Unatakiwa kushiriki katika shughuli zinazochangamsha akili yako, kwa mfano kama vile kusoma, kuandika, kutafakari au kushiriki katika mazungumzo ambayo yanasisimua ubongo wako. Tukija katika upande wa mitandaoni, siku ya Jumatano ni siku nzuri ya kutumia kuongeza maarifa na ujuzi kwa kupitia mitandao. Kwa upande wa mavazi siku ya Jumatano unatakiwa kuvaa nguo yenye rangi ya kijani ili kukuza mauzo na pesa ziweze kukufuata. Jiepushe sana na mambo ya kipuuzi katika siku ya Jumatano, kwa sababu kwa kufanya hivyo utajikuta unaenda kinyume na nguvu za sayari ya Mercury, na matokeo yake basi utajikuta siku yako inakuwa mbaya na unaweza kujikuta unaingia katika migogoro ambayo hujawahi kuitarajia. Siku ya Alhamis au tunaita Thursday. Hii siku ya Thursday yenyewe huwa inaongozwa na sayari inayoitwa Jupiter. Jupiter ni moja kati ya sayari kubwa sana katika mfumo wetu wa jua. Hili jina la Thursday limetokana na nguvu zinazotokana na sayari hii ambazo zinaitwa Thor, ndo tukapata jina Thursday. Nguvu za sayari hii zinahusika na ustawi, wingi wa pesa, pamoja na hekima. Siku hii ya Alhamis huwa ina nguvu maalum ya bahati nzuri katika pesa pamoja na fursa za kipesa. Au kwa namna nyingine, naweza nikasema siku yenye bahati nzuri katika pesa ni siku ya Alhamis, yes, tunaita Thursday. na hii ndio sababu inayopelekea katika spell nyingi sana za pesa ambazo nimekwisha kuzifundisha, huwa ninawaambia fanya siku ya Alhamis kwa sababu hii ndio siku pekee ambayo inatoa nguvu ya bahati nzuri katika pesa. Kwa hiyo jambo lolote lilotakiwa lifanya linalohusiana na pesa, mipango ya pesa au kama unataka kufanya spell ya pesa, kunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuja kufanikiwa kwa sababu hii siku ni siku ambayo kunakuwa na nguvu kubwa sana katika upande wa pesa na bahati nzuri siku zote huwa inaangukia katika siku hii. Sasa huwa haiji tu hivi hivi. Kuna vitu inatakiwa uvifanye ili hizo nguvu sasa ziweze kuingia ndani yako na ziweze kufanya kazi katika maisha yako. Kwa hiyo kuna vitu unatakiwa uvifanye, ili uweze ku amplify ile energy ya Jupiter iweze kufanya kazi ndani yako, ili hii bahati ya pesa sasa iweze kukufuata katika siku hii. ili uweze kuamsha hizi nguvu za sayari ya Jupiter ziweze kufanya kazi katika siku hii kwako, jambo la kwanza kabisa, tafuta matukio ambayo yatakuletea furaha matumaini na hali ya ushindi. Usije ukajiweka katika hali ya huzuni au hali ya kukata tamaa au ukawa unaangalia matukio ambayo yanakuletea huzuni. Hapana, siku ya Alhamis sayari ya Jupiter ili iweze kuwa na nguvu kwako, jambo la kwanza, hakikisha unakuwa katika hali ya furaha, hali ya matumaini na hali ya ushindi na tukija katika upande wa mapambo na mavazi utakayoyavaa, zingatia sana rangi ya njano. Rangi ya njano siku ya alhamis itasaidia sana kuamplify ile nguvu ya sayari ya Jupita iweze kufanya kazi ndani yako. Na pia siku ya alhamis yani Thursday, ni siku nzuri sana ya kuandika mambo mazuri kuhusiana na pesa. Kama ambavyo niliwahi kuwafundisha, kuna nguvu kubwa sana katika kuandika. Sasa kama kuna mambo na ya desire kuhusiana na pesa, unataka mafanikio fulani ya kipesa, siku ya Alhamis ni siku nzuri sana ya kufanya hivyo. Kwa hiyo, unaweza ukachukua karatasi au kijitabu au hata kwenye simu yako ukaandika mambo mazuri kuhusiana na pesa ambayo unataka yaje kutokea katika maisha yako. Na pia unaweza hata kutumia nguvu ya kutamka. Siku ya Alhamis, jitamkie maneno ya ushindi, jitamkie maneno ya kuonesha kwamba wewe sio maskini, wewe ni tajiri. Tamka maneno yenye nguvu kadiri uwezavyo. Siku ya Alhamis ni siku ya bahati, usiache bahati hiyo ikupite. Na pia kama wewe ni mtu ambaye huwa unapenda sana kucheza hii michezo ya bahati nasibu, siku ya Alhamis ni siku nzuri sana kwako. Kwa hiyo jitahidi sana kufungua moyo wako ili uwe tayari kupokea nguvu hizi za sayari ya Jupita ili bahati ya pesa iwe upande wako. Hakikisha unajiweka katika hali ya matumaini, hali ya furaha, na katika nguo utakazozivaa hakikisha una husisha njano. Hii haimaanishi kwamba unatakiwa uvae full njano, hapana. Katika nguo zako hakikisha rangi ya njano inakuepo, au kama wewe ni mwanamke unapenda kuweka mapambo, basi hakikisha katika mapambo yako hereni, cheni, unahusisha rangi ya njano. Hii itasaidia sana kuinua bahati ya pesa kwa siku hiyo iweze kuwa upande wako, na utaona jinsi ambavyo mambo yanakwenda vizuri katika siku yako ya Alhamis. Nguvu ya Thor kutoka katika sayari ya Jupiter itafanya kazi vizuri sana katika siku hiyo. Na pia hii siku ya Alhamis ni siku nzuri sana ya kuorganize pesa zako, yaani kuzipangilia, kuziweka katika mpangilio mzuri na kupangilia bajeti zako. Na kama utahitaji kufanya meditation katika siku hii ya Alhamis, basi hakikisha wakati unafanya meditation uwe unatamka maneno yenye nguvu kuhusiana na pesa. Hii itasaidia sana kuinua ile nguvu ya sayari ya Jupiter izidi kufanya kazi ndani yako na kukuletea bahati ya pesa katika maisha yako. Na kama utahitaji kufanya spell yoyote ile ya pesa, basi siku ya Alhamisi ni chaguo zuri sana kwako kwa sababu hii siku inakuwa na bahati nzuri katika upande wa pesa. Sasa watu huwa wananiuliza, je, nikifanya Jumatatu sitapata majibu au Jumanne au Jumamosi? Utapata majibu lakini kama nilivyosema Alhamis ndipo kunakuwa na nguvu kubwa ya bahati katika pesa. Kwa hiyo uchaguzi upo kwako, uchague siku ambayo haina bahati katika pesa au uchague siku ambayo ina bahati zaidi katika upande wa pesa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unataka matokeo mazuri zaidi, ni vizuri ukafanya katika siku ya Alhamis kwa sababu ndio siku mwafaka. siku ya Ijumaa au tunaita Friday Friday bwana, yenyewe huwa inaongozwa na sayari inayoitwa Venus. Sayari hii kwa Kiswahili huwa tunaita Zuhura. Nguvu za sayari hii huwa zinaitwa Freya, na hapo ndipo tulipopata ili jina la Friday. Hii sayari ya Venus ni sayari ya upendo, urembo na maelewano, na hii siku ya Ijumaa huwa imebeba nguvu ya hisia, ubunifu na uhusiano, hasa ule uhusiano wa kimapenzi. Na ndio maana katika spell zote zinazohusiana na mahusiano, yaani mahusiano ya kimapenzi, huwa ninawaambia fanya katika siku ya Ijumaa, kwa sababu Ijumaa huwa inaongozwa na sayari ya Venus. Unapoongelea mahusiano au mapenzi, sayari ya Venus inahusika moja kwa moja. Sasa unatakiwa kufanya nini ili kuweza kuamsha hizi nguvu za sayari ya Venus ziweze kufanya kazi kwako katika siku ya Ijumaa? Jambo la kwanza kabisa, siku ya Ijumaa inatakiwa ujihusishe na mambo yanayohusiana na ubunifu, yaani ubunifu. Ubunifu inaweza ikawa ni usanii au sanaa yoyote ile ambayo inahusisha ubunifu, na pia inatakiwa ujihusishe na kutembelea maeneo yanayopendeza, maeneo yanayovutia unaweza ukatembelea katika kibustani kizuri gadeni nzuri inayovutia, au unaweza ukashiriki katika shughuli zinazoleta raha na furaha. Kwa kifupi, siku ya Ijumaa ni siku ya kujipenda. Hakikisha unavaa vizuri, unapendeza, unajipamba kwa kadiri unavyoweza. Na pia kwa upande wa nyumbani kwako, siku ya Ijumaa ni siku ya kupangilia vizuri chumba chako kipambe kwa kadiri unavyoweza. Kwa kufanya hivyo, utaweza kuamplify au kuinua hizi nguvu za sayari ya Venus ziweze kufanya kazi ndani yako. Na pia siku ya Ijumaa pia ni siku ya kufanya matendo mema kwa watu wengine. Unaweza ukatembelea watoto yatima ukawasaidia, unaweza ukatembelea watu wasiojiweza mahospitalini huko ukawasaidia. Siku ya Ijumaa ni siku nzuri sana ya kufanya vitu kama hivyo. Ukifanya hivyo utaweza kuinua nguvu za sayari ya Venus na zikakaa ndani yako na zikafanya kazi nzuri sana. Kwa upande wa rangi ya mavazi, hakikisha unahusisha rangi ya pinki na jambo la msingi, zingatia kupendeza. Siku ya Ijumaa ni siku ya kujipenda na siku ya kuonesha uzuri wako. Kwa hiyo, hakikisha unajipenda kweli kweli katika siku ya Ijumaa. Kama kucha zako hujatengeneza, hakikisha unazirekebisha. Kama hujatengeneza nywele zako, hakikisha unatengeneza. Kwa upande wa wanaume, kama nywele zako ulikuwa hujanyoa, basi Ijumaa ni siku nzuri ya kutengeneza nywele zako kama ni kuchonga, kama ni kupunguza ndevu. Yani, hakikisha unakuwa katika muonekano mzuri hii siku ya Ijumaa. Pamba nyumba yako kwa kutumia maua mazuri weka vitu katika mpangilio mzuri na pia hakikisha nyumba yako inanukia vizuri. Hapa utasababisha nguvu ya sayari ya Venus ishuke juu yako na kufanya kazi vile inavyotakiwa. Na kwa wale ambao wanataka kufanya spell za mapenzi, aidha kumrudisha mpenzi ambaye amekuacha au kumfanya mpenzi ya kupende zaidi, yani aongeze ya upendo, siku ya Ijumaa ndio siku yenyewe ya ni, yani unaposikia Venus, Venus is all about upendo mahusiano, masuala yanayohusiana na hisia, mambo yanayohusiana na uzuri, urembo, sanaa. Siku ya Ijumaa ndiyo mahali pake. Kwa hiyo basi, zile spells zote za mahusiano ambazo huwa nawafundisha ni vizuri sana ukaifanya katika siku ya Ijumaa na utaweza kupata matokeo mazuri sana na yenye nguvu sana, kwa sababu sayari ya Venus ipo kukusaidia, ipo kukupa nguvu za Freya ili kuweza kufanikisha jambo lako. Siku ya Jumamosi au tunaita Saturday. Siku hii bwana inaongozwa na sayari inayoitwa Saturn. Na hapo ndipo tulipopata jina Saturday. Sayari hii Saturn kwa Kiswahili huwa tunaita Zohali. Ni sayari ambayo ina sifa ya kipekee. Sayari hii imezungukwa na ring kama unavyoweza kuona hapo. Hii sayari bwana huwa inahusika na nidhamu pamoja na uwajibikaji. Kwa hiyo bwana, hii siku ya Saturday, yani Jumamosi, ni siku maalum kwa ajili ya kujichunguza matendo yako, kutafakari, yani kufanya meditation, na pia kupanga mipango ya maisha yako. Kwa hiyo siku ya Jumamosi ni siku ya kukaa na kuangalia nini ulipanga utimizi na bado hujakitimiza, kitu gani kimepungua katika maisha yako ni wapi unatakiwa uweke mipaka? Ni wapi unatakiwa ujirekebishe? je, yeah, mwenendo wako uko vizuri? Unahusiana vipi na watu? Watu gani umewakosea na kwa nini uliwakosea? Kipi unatakiwa ukibadilishe katika maisha yako? Kitu gani unatakiwa kupunguza au kuongeza katika maisha yako? Hayo ndio mambo unayotakiwa kuyafanya katika siku ya Jumamosi, kwa sababu siku ya Jumamosi ni siku ya nidhamu, it is all about nidhamu na uwajibikaji katika maisha yako. Kama kuna mtu anakudai, inatakiwa umlipe. Kama kuna mtu ulimwahidi kitu fulani, inatakiwa umtimizie. Kama kuna mahitaji nyumbani bado hayajatimia, inatakiwa uhakikishe unayatimiza vile inavyotakiwa. Hapo itaweza kuamplify nguvu ya Saturn na utaifanya siku yako iwe ni siku nzuri sana. Na pia hii siku ya Jumamosi ni siku nzuri ya kufanya usafi ndani kwako na kuondoa vitu ambavyo havitakiwi au vitu ambavyo havina matumizi tena katika chumba chako. Na pia siku ya Jumamosi ni siku ya kuandaa ratiba ya wiki nzima, yaani unapangilia ratiba yako kwamba Jumatatu nitafanya hivi, Jumanne nitafanya hivi. Jumamosi ndio muda sahihi wa kuandaa ratiba hiyo. Na kwa upande wa mavazi Siku ya Jumamosi unashauriwa kuvaa nguo ambazo ni dark, yani ambazo zimezima. Huu unaweza ukavaa dark blue, unaweza ukavaa nguo nyeusi. Lakini kumbuka hii nguo nyeusi usije ukaivaa wakati unafanya usafi. Nilishawahi kufundisha kwamba ukiwa unafanya usafi, epuka kuvaa nguo yenye rangi nyeusi hua unaweza ukavaa dark blue na hiyo nyeusi unaweza ukavaa ukiwa umeshamaliza kufanya usafi, sasa umetulia, au upo kwenye matembezi yako. Na pia jiepushe sana katika siku ya Jumamosi kujihusisha na mambo ya kipuuzi au mambo yasiyokuwa ya kimaadili, kwa sababu sayari ya Satan inatutaka tuwe ni watu wenye nidhamu, watu wenye maadili. Kwa hiyo hakikisha sana haujihusishi na upuuzi wa aina yoyote ile, na ikiwezekana zingatia kujihusisha na mambo ya kiroho zaidi. Siku ya Jumapili au tunaita Sunday, hii siku bwana huwa inaongozwa na sun au jua, na hapa ndipo tulipopata jina Sunday. Jua linawakilisha uhai, uwazi, pamoja na kujiamini hii ni siku ambayo nguvu zetu za ndani zinazaliwa upya, yani zinahuishwa upya, kwa sababu nguvu ya jua inakuwepo pale na jua ni uhai katika dunia hii. Kwa hiyo kila inapofika Jumapili, nguvu zetu za ndani zinahuishwa upya, yani zinakuwa mpya tena, au naweza nikasema zinazaliwa upya. Hizi nguvu za ndani huwa ninafundisha mara kwa mara katika masomo yangu. Kila binadamu hapa duniani huwa ana nguvu za ndani. Nguvu hizo za ndani au tunasema vibrational energy zikiwa juu, zina uwezo wa kuamrisha chochote kile hapa duniani na kikatokea, na nikafundisha kwamba zipo mbinu za kuweza kuinua vibrational energy zako za ndani. Sasa katika siku ya Jumapili, jua linasaidia kuhuisha hizo vibrational energy zako ili ziweze kuwa juu. Sasa vipo vitu vya kuweza kufanya ili kuweza kuamsha sasa ile nguvu ya jua iweze kuingia ndani yako, kwa sababu siku ya Jumapili ndipo zinakuwepo hizo nguvu. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa kushiriki katika shughuli ambazo zinaamsha shauku yako ya ndani. Kwa mfano unaweza kushiriki katika semina za watu ambao wamefanikiwa, yani mtu anaeleza jinsi ambavyo amefanikiwa, pale utaweza kuamsha shauku yako ya ndani. Na pia siku ya Jumapili hakikisha kwa namna yote ile unajiweka nje, yaani unajiexpose kwenye jua, ili kuweza kupokea ile nguvu kutoka katika jua. Unaweza ukatembelea beach ukawa unaoga huku na utajua, au ukawa tu unafanya matembezi pembezoni mwa beach. Na pia jambo jingine la kufanya katika siku ya Jumapili, siku ya Jumapili hakikisha unaonyesha shukrani kwa baraka maishani mwako ulizojaliwa. Unaweza ukatoa sadaka kwa kusaidia wahitaji, au unaweza kwenda katika nyumba za ibada na ukatoa sadaka. Kwa Wakristo unaweza ukaenda kanisani, kwa Waislamu unaweza ukaenda msikitini ukatoa sadaka. Yote hayo ni mambo ambayo yanapaswa kufanyika katika siku ya Jumapili. Kwa upande wa mavazi na mapambo ya mwilini, hakikisha unazingatia rangi ya dhahabu. Yes, katika mavazi yako hakikisha unaweka rangi ya dhahabu, hapo utaweza kuinua nguvu ya jua iweze ikafanye kazi katika siku ya Jumapili. na pia hakikisha unakunywa maji ya limao kwa siku ya Jumapili, hii itasaidia sana katika kuinua vibrational energy ndani ya mwili wako, na pia jitahidi kujiexpose kwenye jua, hiyo nilishasema. Na jambo la mwisho kabisa la kuzingatia katika siku ya Jumapili, hakikisha unapata muda wa kupumzika. Vibrational energy au nguvu zetu za ndani huwa zinapata nguvu zaidi pale ambapo tukiwa katika hali ya kupumzika au hali ya kutulia. Kwa hiyo hakikisha katika siku ya Jumapili hauangaishi sana mwili wako ili zile nguvu zetu za ndani ziweze kuzaliwa upya, ziweze kupata nguvu upya. Ukizingatia okay, yote haya utajihakikishia kwamba nguvu zako za ndani zinakuwa juu muda wote, na pia nguvu za ulimwengu zitaweza kufanya kazi ndani yako kwa usahihi zaidi. Spel yoyote ile utakaoifanya itakuletea matokeo mazuri, na jambo lolote ile ambalo unawishi kulipata katika maisha yako litaweza kutokea. Kama ambavyo huwa ninawaambia, huu ulimwengu una taratibu na kanuni zake. Ukienda kwa kufuata kanuni za ulimwengu basi ni lazima utaishi maisha mazuri sana hapa duniani. Maada mtu wewe upo duniani, basi tayari unajihusisha au unahusika na nguvu za ulimwengu. Kwa hiyo, ukizifuata utakula mema ya nchi, ukienda kinyume nazo, ni lazima utateseka sana hapa duniani. Na kumbuka kwamba unapotekeleza yote haya, hakikisha unakuwa na vitu vitatu. Jambo la kwanza unaamini katika nguvu za ulimwengu. Jambo la pili unaamini katika nguvu zilizopo ndani yako. Na jambo la tatu unaamini kwamba hicho unachokifanya kitakwenda kukuletea matokeo mazuri, kama ambavyo wengine wameweza kupata matokeo mazuri. Na kama umejikuta umeingia katika channel hii na unatazama hii video, tambua kwamba hujaja hapa kwa bahati mbaya umekuja hapa kwa kusudi maalum. Hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wanataka mabadiliko katika maisha yao na wanataka mafanikio katika maisha yao. Kwa hiyo tambua kwamba wewe tayari ni mtu ambaye una mafanikio. Na kama ulikuwa bado hujisubscribe channel hii, basi hakikisha una subscribe, ili video inayofuata isije kukupita, kwa sababu mambo bado ni mengi na kila siku tunaendelea kujuzana kidogo kidogo, mpaka pale ambapo tutaelewana.